Unahitaji ushindi lakini huhitaji kufungwa magoli mengi, mm-hmm. Kwa hiyo unatakiwa kuwa na balance nzuri katika maeneo yote. Uzuri wa Yanga ukimwondoa Prince Dube au ukimwondoa Depu, hao nyota wengine wanao uwezo wa kufunga, japo muendelezo ni kitu ambacho labda amekuwa wanakosa, mm-hmm. Lakini kama siku wakiamka vizuri ama wakiwa na siku nzuri kazini, wanaanza kitu wanaanza kukupa kitu kilicho bora, kwa mfano labda Pakomzwa ni nyota ambaye Yanga ikiwa inacheza kiwanjani, na Pakome yupo manake, mm. Unamkabidhi timu kwenye mabega yake kwamba wee fanya unavyoweza, mm -hmm. Alafu tuone dakika tisini itakuwaji, lakini pia una watu ambao wanajituma sana kiwanjani kina Max Zengeli mm -hmm. sivyo? Bahati labda umaliziaji wake wa mwisho umekuwa si mzuri sana labda mm -hmm. kutokana na nafasi ambayo anacheza, lakini muda mwingi anaonekana kuipa msaada timu kwenye hayo mazingira ambayo anahitaji kupushi mm -hmm. mashambulizi kwenda juu kuna Alan Okello ambaye anahitaji kuthibitisha kwamba ni miongoni mwa nyota ambaye sio tu tunamsifia kwenye kujaribu na kuficha mpira, lakini akifunga goli inawezekana confidence ikawa kubwa mm. zaidi. Kwa hiyo kabla ya kuangalia hawa, ukiwaangalia wachezaji ambao wanacheza nyuma ya washambuliaji wa mwisho, wamekuwa na wakati mzuri ama wanao uwezo wa kufanya chochote kizu katika hilo eneo. Lakini sasa unarudi kuangalia, kwenye hii mechi Yanga inahitaji nini? ili uchague uende na wawili ama uende na mmoja mm. Yanga anahitaji kushinda ama anahitaji kusare kwa idadi, idadi ya magoli ambayo unasema kila itakavyokuwa napigwa mahesabu, yeye bado yuko katika faida zaidi, kwa sababu ya mechi ya kwanza alishinda goli moja kwa sifuri. Tafsiri yake anahitaji pia, kuna balance leo eneo mm. la kulinda. Kiangalia kwa wanavyoweza kuofa wale washambuliaji wawili na, na namna ambavyo pia wanacheza wanacheza wanacheza As Far Rabat. Uh, mara nyingi tumemwona kocha Alexander Santos anapenda kutumia walinzi watatu. Ndio. Kama atumia walinzi watatu maana yake atakuwa na mawing back wawili. Wa mawawili mm -hmm. Au kuna siku ataingia uwanjani ana walinzi wanne. Maana mm. yake hao walinzi wanne ni wachezaji wake wale wale ambao amekuwa akiwatumia muda mwingi mm. uh, kama mawing back, kwenye mechi zingine ambazo ameopt kwenda na walinzi wanne. Kwa hiyo kwanza ni kufikiria kwamba kipi kimekuwa cha mazoea ni walinzi watatu ama wa walinzi wanne. Mara nyingi walinzi watatu wameonekana kuwa na wakati bora zaidi, yeye akiwa na pata faida ya kuwa na nyota wengi kwenye kulinda pale ambapo wao wanashambuliwa. Hapa nimemzungumzia na Sibachi, ambaye ni anacheza kama kiungo, lakini pia anacheza kama mlinzi pembeni kulia, lakini Tika Nero, ambaye tulizungumza hapo mwanzo, kama amehama naye kutoka Petro Atletico kwenda naye AS Far Rabat, tafsiri yake, kama Yanga anaanza na mshambuliaji mmoja maana yake atakabidhiwa huyo mlinzi huyo mchimbaji mmoja atakabidhiwa kati ya wale walinzi watatu ambao wapo kwenye kikosi cha Far Rabat. Hapo nilichokuwa nakizungumzia kwamba wale wale AS far huwa wanabadilika kulingana na kile ambacho kocha Santos anachokiona anacho, mara mm, nyingi amekwenda na walinzi wanne, lakini pia mara nyingi au kuna baadhi ya mechi amekwenda na walinzi watatu kama mechi iliyopita dhidi uh, ya uh, kabili mm -hmm. kuna walinzi watatu mm -hmm. ambao wa kuna muda ana subash anaweza kurudi kama kiungo katikati akichana kina Zinedine Zidane ama na yule Himat au muda mwingine arudi nyuma kama mlinzi wa kulia ambao atakuwa anacheza zaidi kutokea pembeni mm -hmm. ambapo, kwa Tika Nero, yeye hana chaguo. Ni kurudi kuwa mlinzi wa kushoto ama kuwa wing back wa kushoto wakati mechi ikiwa inaendelea. Kwa hiyo hoja inakuja ni kwamba kama wataingia na walinzi watatu wa Far Rabat, maana yake mshambuliaji mmoja atakwenda kukabidhiwa kwa hao walinzi watatu wakati mm, ambao hawa bila shaka watakuwa na wanajisogeza pembeni kushoto na kulia kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri, lakini mtindo wa Yanga wakiwa wanakwenda kushambulia nao pia unaweza ukawa una, una, una, una tafsiri kwamba ni bora zaidi kuwa na mshambuliaji mmoja ili kuwa na nguvu kubwa wakati wa kulinda kwa sababu ya uhitaji wao kupata alama mm, mfano mechi iliyopita ya Yanga anapoteza magoli mawili kwa sufuri dhidi ya Ahli. Yanga hakumwanzisha pako mzuzu wa. Ila alikuwa na vijana wachezaji wengi ambao wana asili ya kulinda zaidi kuliko kushambulia mm. na ni kama vile alikuwa ameiua Yanga kwenye kushambulia, walihitaji kutumia nguvu kubwa kulifikia lango la Ahli, mm. walihitaji kutumia nguvu kubwa kucreate ama kutengeneza nafasi katika lango la Ahli na tuimwona Depu ajaribu kaa kwenye box mambo alivyomshinda, akawa amerudi akashuka chini kidogo, katikati wakawa wanapigana pass kwenda kujaribu. Ilivyoshindikana kabisa, mechi kaisha kwa mbili kwa mbili bila bila wao kupata gol lolote. Kwa hiyo hata mechi hii kwa sababu ya mahitaji ya, ya, ya, ya, ya takwimu namba ambao jinsi zilivyo mm. Yanga kwanza anahitaji kulinda alicho nacho ili itoke bila bila, awe na faida ya kushinda ugenini kupata sare, amini kushinda, kupata kushinda nyumbani kupata sare ugenini, ama wapishane kwenye kufunga hayo magoli kwenye mazingira ambayo yatakuwa na faida kwamba ikitoka sare ya magoli bado pia nimepata ushindi wapi? Nyumbani. Lakini sasa changamoto inakuja kwenye namba ama takwimu za hawa wachezaji wa Yanga kwenye mechi kama hizi kwa nyakati ngumu ambazo tunaona wataji kushinda. Yanga alikuwa na enjoy zaidi kushinda ugenini kibi, ama kupata goli ugenini kushambulia mm. kupitia fistoka hawa maele baada ya maele kuondoka. Yanga ame struggle sana kuanzia mechi ambazo yuko nyumbani ama ambazo pia yuko genini kwenye kupata angalau goli kupitia eneo la kushambulia, katika eneo la mwisho. Maana yake tafsiri yake, hawa washambuliaji watatumika kuongeza silaha ama kutimiza mahitaji ya kimfumo mm. ili wachezaji wengine wanufaike kwenye eneo la kushambulia.